Mimi naitwa Shabani Itutu, ni mwenyekiti wa chama cha ADC taifa. Ndugu zangu waandishi wa habari, kama mnavyojua, tarehe tisa palitokea tukio kubwa hapa nchini. Tukio hilo kubwa lilikuwa ni ukamatwaji wa mwenyekiti cha wa chama cha demokrasia na maendeleo, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu ambaye alikamatwa pale Songea na askari polisi. Sasa kinachofanya na sisi tutoke na kuzungumza ni kile kitendo cha aina ya ukamataji waliofanya polisi. Kitendo kile cha ukamataji ule kiukweli, sio kitendo cha ungwana kwa sababu ni kama wanaenda kumkamata mtu kama kibaka. Ukiangalia Mheshimiwa Tundu Lissu ni mwanasheria, ni wakili msomi. Ukiangalia Tundu Lissu ni mwenyekiti wa chama cha demokrasia, chama kikuu cha upinzani hapa nchini. Lakini ukiangalia pia Tundu Lissu ni mwenye mwenyekiti ambaye chama ndio kina kambi ya upinzani hapa nchini kwenye serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa kitendo kile cha kumkamata kama kibaka mwizi wa simu, ni kitendo ambacho kinafedheesha sana taifa letu, ni kitendo ambacho kinafedheesha viongozi tulio wengi. E, mfano tu kwamba Tundu Lissu wakati anakwenda kukamatwa, hata asingeenda kufuatwa pale kwenye mkutano, kwa sababu ni kiongozi mkubwa, aliweza angeweza tu atakupigiwa simu na kuelezwa kwamba kuna wito pale polisi na angeweza kwenda kwa sababu ni kiongozi, hawezi kukimbia. Lakini kitendo kile kinalifedhehesha taifa, kinafedhehesha umma na kimefedhehesha sana watu tulio wengi. kwa mimi niliombe jeshi la polisi, hata kama mtu atakuwa na makosa, lakini ukamataji wa namna ile kwa viongozi wakuu, viongozi wa vyama vya siasa ambao viongozi hawa ni watarajiwa kwenda kushika nchi, ni watarajiwa wanaotaka kuunda serikali ni kuwatweza viongozi wa vyama vya siasa. Na mimi niseme sikubaliani kabisa na ule ukamataji, na nimemsikia pia RPC wa mkoa wa Ruvuma a, baada ya kumkamata Tundu Lissu e, jana wakati anatoa taarifa za ukamatwaji ule na nini kimefanywa mkamate pia, amekuwa kama anatutishia wanasiasa na anatuonya kwamba wanasiasa wasisubutu kulikosoa jeshi la polisi, wanasiasa wasikashifu jeshi la polisi. Na mimi namuuliza swali, kwa hiyo jeshi la polisi leo linajiwekea kinga kiasi hicho kwamba wanasiasa hawezi kulikosoa jeshi la polisi? Leo linaweza, linaweza likavunja sheria, sisi viongozi wa vyama vya siasa tulitazama tusiweza kusema? Hebu watuambie. RPC wasongea wa, wa, wa, wa waruvuma ni nani anaweza akawakosoa jeshi la polisi kama wanakwenda kinyume na utaratibu, kama wanakwenda kinyume na pigio zao, kama wanakwenda kinyume na sheria, nani anaweza akawakosoa kama sio sisi viongozi wa vyama vya siasa? Sisi tunaomba pia kumuonya hebu, atuache sisi viongozi wa vyama vya siasa tucheze mziki wetu na Chama cha Mapinduzi, kwa sababu wakati huu ndio wakati wetu wa kwenda kushindana kwa ajili ya kuchukua dola, na sisi tupo kwa ajili ya kwenda kushika dola, hatupo kwa ajili ya kuogopa vitisho vya polisi. Tunataka tumwambie RPC eh, siku nyingine atakapokuwa akizungumza na viongozi wa vyama vya siasa basi awe na staha, yeye ni RPC. Na haya mambo nataka nikukumbushe, ndugu mwandishi wa habari, yamewahi kutokea pale Zambia kama unakumbuka. Zambia, kiongozi anayeongoza sasa nchi ya Zambia alikuwa ni mpinzani, na aliteswa sana na hawa maaskari wa Zambia pale, kama hivyo unavyoona leo Tundu Lissu anakamatwa kama kibaka. Ndio haya haya yalikuwa yanamtokea rais eh, wa sasa wa Zambia. Lakini mwisho wa siku rais yule wa Zambia na eh, kiongozi yule aliyekuwa wa upinzani leo ndio rais wa nchi, na ndio maana unaona hata siku siku anakwenda kumwapisha IGP, alitetemeka alishindwa hata kushika maiki IGP aliyeapishwa kwa sababu walikuwa wanahofia maovu waliokuwa wanayafanya dhidi ya upinzani. Na wakati huo sasa, upinzani umekwenda kushika nchi, lakini unaona mwenzetu ameingia kule Zambia, lakini bado hana kinyongo, anaishi na wale maskari vizuri na wanaendelea kulinda nchi. Kwa hiyo tuwaombe hawa marapisi wetu na viongozi wa jeshi la polisi wasiingie kuwatukana aidha kuwakashifu viongozi wa vyama vya upinzani, na wasiwakamate kwa hila, sababu unapomkamata kiongozi kwa hila unajenga chuki dhidi ya wananchi kiangalia cha ja kwenda kumkamata pale kiholela ni, ni kama kujenga tu chuki. Kwani ilikuwa kuna maana gani ya kwenda kupiga mabomu kuwaumiza wananchi? Kwa hiyo kuna haja gani ya kwenda kuwaumiza wananchi, kuwapiga virungu ili wamkamate Tundu Lissu? Palikuwa pana haja gani ya kutumia nguvu kubwa kiasi kile kwa kiongozi wa kambi ya upinzani, kwa kiongozi ambaye sasa ndio mwenyekiti wa chama kikuu cha upinzani hapa nchini? Palikuwa pana haja gani? Kwani wangemwita asingeenda? Kuna sisi tunaomba kutoa tu kwamba na kusema kwamba kitendo kile kimefedhehesha, kitendo kile hakikubaliki na mimi ningeomba kabisa jeshi la polisi kama inawezekana, wajitokeze hadharani waombe radhi dhidi ya ukamataji wa hovyo waliofanya dhidi ya Mheshimiwa mwenyekiti wa chama cha Chadema, chama cha demokrasia na maendeleo, Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu. Ukamataji ule, nahisi hata siku moja wanaweza wakafanya kwa mwingine, sababu kama hivi, wanaanza wanapata mazoea kwamba wanaweza wakamkamata mtu ovyoovyo ovyo, na ukiangalia yule ni kiongozi mkubwa, basi wanaweza mtu wa kawaida bunaambia utamkamataje kama kiongozi mkubwa anaweza kumkamata vile kwa, kwa, kwa, kwa vurugu kiasi kile, kwa kumtweza kiasi kile, kuvuta kiasi kile, watu wengine mpaka wanaumizwa wanapigwa, hebu niambie, mtu mwingine wanaweza kumkamata kwa, kwa staili gani? Kwa hiyo kwanza situfunge midomo tunamuomba tunaliomba jeshi la polisi lisitufunge midomo viongozi wa vyama vya siasa wao sio wanasiasa wacheze kwenye kulinda amani ya nchi wasicheze na siasa kwa sababu sio wanasiasa hata kama ni wateuliwa wahusika kwenye serikali wasicheze na siasa wacheze na kazi ya kulinda amani ya nchi ndio kazi yao kubwa wanaofanya wanalipwa kodi za watanzania lakini sio kazi ya kuzuia vyama vya siasa kuzungumza sio kazi ya kuzuia vyama vya siasa kukosoa sio kazi ya kuzuia kuendelea. Mfano nimeona ume wamempa ile ni kesi aliyopewa Mheshimiwa Tundu Lissu e, kesi ya uhaini. Yaani ameenda kupewa kesi ambayo e, inakuwa ni ngumu kupata dhamana japokuwa jana nisikia mahakama wanasema anaweza akapata dhamana. Sasa kesi za namna ile ni kesi za, za hasira. Yaani polisi sasa wamekuwa kama ni, ni, ni, ni vyama vya siasa. Yaani wanapata hasila mpaka wanawapa viongozi wa siasa kesi ambazo haziwezi kudhaminika. Hebu tunaomba waache hasila, watu wache sisi tucheze na CCM, tuendelee kwenye huu mziki mpaka tumalize naye. Hii sio kazi yao ya kuingilia siasa. Na mimi ni muombe, ni muombe mheshimiwa rais wa nchi eh, waonye hawa polisi na awaambie kwamba wakati huu ni wakati wa siasa. Wakati huu ni wakati wa vyama vya siasa kujinadi. Wakati huu chochote mwanasiasa atakachokizungumza sio kwa maana ya kuvuruga amani, maana yetu ni kuiacha nchi na amani, na hatuwezi kuvuruga amani. Tunachokitaka polisi wasiingilie mambo ya demokrasia, sababu demokrasia haiwahusu polisi. Demokrasia inahusu vyama vya siasa na wananchi. Wao kazi yao ni kulinda amani ya nchi, kulinda usalama wa nchi. Sasa mimi kwa nataka nimuulize, niwaulize polisi, hivi Tundu Lissu, anapo, wanaposema ni mhaini, nilitaka watusaidie hivi, ana, ana, ana, ana, ana waasi kiasi gani aliyowaandaa? Ana majeshi kiasi gani aliyoyaandaa ya na yako wapi? Na hao waasi wanaotaka kufanya uasi wako wapi? Na kama ni kweli anafanya hivyo, hizo silaha ziko wapi? Na uzuri wanasema kwamba umepeleleza, hebu watusaidie, sababu haini haini siku zote ni mtu anayekuwa amejiandaa kuja kuisumbua nchi kivita. Sasa watuambie Tundu Lissu amejiandaa kiasi gani, na hivyo vifaa vya kuweza kufanya uasi amevitoa wapi? Kwa nini wasitueleze ukweli kwamba polisi wameamua kucheza siasa? Kwa nini wasituambia ukweli? Ni kwa nini polisi wanaumia kiasi hiki kwenye wakati huu wa kwenda kwenye kampeni? Kwa nini wanaumia kiasi hiki? Hebu watuache tufanye siasa kwa uhuru na haki, wasianze kuwaofisha viongozi wa siasa kama alivyosema RPC wasongea kwamba hataki jeshi la polisi lisemwe, hataki likosolewe. Tutaendelea kuwakosoa, tutaendelea kuwasema kadiri mtakavyokuwa mkitenda matendo mabaya, tutaendelea kuwakosoa. Hatuwezi kuacha kuwakosoa, na malengo yetu ni kuhakikisha mnalinda amani. Msiache kulinda amani ya nchi, lakini msifanye upendeleo kwenye vyama vya siasa. Wengine wanafanya mikutano wengine mnawakamata, wengine mnawafukuza, wengine mnawafungulia mna, mna, mna kesi zisizokuwa na maana, ambazo ni kesi za, za, za, mimi niseme ni kesi ambazo zinakuwa, kwa sababu mwisho wa siku naamini Tundu Lissu hana kesi, ninaamini mimi, mwisho wa siku Tundu Lissu hana kesi, isipokuwa tu ni mateso wanaamua kumpa na kutaka kumnyong'onyeza. Na mimi ninawaeleza viongozi wa vyama vya siasa, tusikatishwe tamaa na jeshi la polisi, tusikatishwe tamaa na baadhi ya watu wasiotutakia mema kwenye demokrasia, tusikatishwe tamaa na watu wenye tamaa na madaraka kwa kuyang'ang'ania kwa nguvu, tusikatishwe tamaa na hawa wanaoshirikiana na watu kwa ajili ya kua demokrasia ndani ya nchi yetu. Kwa mimi niseme kimsingi, kwanza nachukua fursa hii kumpa pole sana mwenyekiti mwenzangu wa chama cha Chadema Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, namuomba awe jasiri, awe mvumilivu, huu ni wakati wa upinzani, na mimi ninaamini isije ina, ina, inaweza ikatokea raisi akatokea gerezani mwaka huu. Nataka niwaeleze Watanzania wasije wakashangaa raisi wa nchi hii akatokea gerezani. Kama wanachokifanya sasa hivi polisi, kwa kisha wanampeleka gerezani asitoke, na wananchi kama, kama, kama, kama wanaweza wana, wakafanya maajabu, usijokashangaa wakamtoa wakamtoa raisi ndani ya gereza, kama walivyofanya wakati wa, wa serikali ya Zambia hapa jirani tu. Nami nataka polisi wachukue wa, wa, wa hii, kwamba pale Zambia hizi hila zilifanyika, lakini raisi alitokea gerezani na leo ndio raisi anayeongoza nchi ya Zambia. Kwa kimsingi, tunaomba sana e, polisi wawe watulivu Polisi wao wa uvumilivu. Huu ni wakati wa demokrasia, huu ni wakati wa kampeni, tunakaribia kwenda. Huu ni wakati wa vyama vya siasa kufanya kazi yao. Wakianza kutuhofisha, tuseme wao ndio kama wanataka kuwa wagombea, watuambie, na kama polisi wanataka, basi waje uwanjani, tuingie nao, tue tukashindane nao kwa wananchi. Singi niseme no reform, no election sio haini na sio zambi, ni namna Chadema walivyojipangia programu zao za, kukien, za, kuenda, za kuenda kwenye uchaguzi. Hiyo ni programu yao, na ndio maana wameshaanza kuieneza kila mahala, sio uhaini, sababu wanataka mabadiliko. Mabadiliko yanapatikanaje? Ndio wanakwenda kwa wananchi kuwambia mabadiliko yatapatikana kwa utaratibu huu. Kwa hiyo kuomba reformu na kuomba kutaka uchaguzi usifanyike mpaka reformu zifanyike sio zambi, na ndio maana ukimsikiliza e, Nchimbi alipokuwa koko Ruvuma amesema kwamba Chadema wana haki ya, ya, ya, ya, ya kuomba reformu hizo, wana haki ya kuingia kwenye uchaguzi, kuto kuingia ni haki yao ya kikatiba. Sasa ukiona polisi wanaingilia hivi na ikawa ndio sababu labda wanafanya na wakamata watu na kuwapa kesi za uhaini na nini, inawezekana wana hofia hiyo no reformu inawezekana ikawa na tatizo. Kimi niseme niwaombe polisi, no reformu sio tatizo, ni swala la kikatiba. Wanahitaji mabadiliko sababu no reformu, si wanataka mabadiliko. Sasa kama wanataka mabadiliko kuna tatizo gani? Kama wanataka kwenda kwenye uchaguzi, nyie polisi mna shida gani? mna haja gani ya kuwalazimisha watu waingie kwenye uchaguzi? Kama wahitaji kwenda kwenye uchaguzi, ni haki yao kutaka reform; ni haki yao kutokwenda kwenye uchaguzi au kwenda kwenye uchaguzi, ni haki yao kwa, ni swala la kikatiba na ni swala la kisheria. Huwezi kumlazimisha mtu kwenda kwenye uchaguzi, vyama viko kumi na tisa, kwa hiyo kama viko vyama kumi na tisa, huwezi kuumiza kichwa kwamba unataka mtu mng'ang'anize aende kwenye uchaguzi, wakati anaona labda zile reform hazijafanywa kazi ana haki ya kutaka reformu zifanyike, ni haki yake. Kwa hiyo mi sio ni tatizo ya no reform, no election sio uhaini. Leo tunaona linatoka kwa Chadema, kesho ADC inaweza likaja kwetu, kesho inaweza likaenda kwenye chama kingine na kingine na kingine. Kwa hiyo inapotokea inapotokea haya matatizo, usifikiri kwamba leo limeenda kwa, kwa chadema na wewe litakuja kukuacha, iko kuna siku na wewe litakuja kwako lakini pia kuna siku linaweza likaenda kwa mwingine. Kwa hiyo sisi kama viongozi wa vyama vya siasa, anapotokea mwenzetu na matatizo, tunapaswa kushikamana, kuangalia ni namna gani tunaweza tukasovu tatizo hili, ili tuweze kwenda kwa amani kwenye uchaguzi na uchaguzi uweze kuisha vizuri, kwa sababu hapa kinachofanyika sasa, wanajenga tensheni kwa wananchi, na kama wanajenga tensheni kwa wananchi, mwisho wa siku wanaweza wakaharibu uchaguzi na kama wanaweza wakaharibu uchaguzi, wao ndio watakuwa tayari wameingiza nchi kwenye matatizo, kwa sababu kama mtu alikuwa anakwenda kwenye no reform, hakuna fujo, anakwenda mkoa mwingine hakuna fujo, anakwenda wilaya ingine hakuna fujo. Inakuwaje unakwenda kuzuia mikutano ambayo haijaleta athari yoyote hapa nchini? Kwa hiyo ni haki tu ya vyama ya, ya, ya, ya vya siasa sasa kusimama kwenye ukweli, kusimama kwenye haki, kuhakikisha demokrasia ya nchi yetu inalindwa. Jambo la msingi kwanza, niombe tu kwamba eh, kwa sababu tunaongelea swala ambalo limetokana na ukamatwaji wa mheshimiwa Tundulisu, ni muombe mheshimiwa raisi e, aweze kuliingilia swala hili kati, na wamwachie Tundulisu mara moja, ili aweze kuendelea na shughuli zake za kisiasa, kwa sababu mimi sijaona tatizo la Tundulisu kwenye no reform, no election sijaona sijaona kabisa tatizo lolote kwa sababu yuko kikatiba, yupo kisheria. Kwa hiyo kuna haja tu ya mheshimiwa rais kuliona hili na kuliingilia kati na kuwataka polisi sasa waweze wa kuondosha mashtaka yao pale mahakamani, ili Tundu Lissu waweze kuendelea na shughuli zake za kisiasa kama kawaida, aendelee kukijenga chama chake.